Hashtag tafadhali usinipige teke, tayari nimeumia, alilia mhudumu. Kisha mkurugenzi mkuu wa siri alifanya hivi. Tafadhali usinipige teke, tayari nimeumia, alilia mhudumu wa mkahawani. Kisha mkurugenzi mkuu wa siri alifanya hivi. Je, kama wakati mmoja wa ukatili ungeweza kuwa chanzo cha mabadiliko mazuri zaidi katika maisha ya mtu? Julia alisukuma mgongo wake kwenye ukuta wa matofali ya baridi nyuma ya mkahawa wa Toni. Sare yake bado ilikuwa na unyevu kutoka kwa kahawa ambayo mteja alikuwa amemwagilia kwa makusudi dakika chache zilizopita. Akiwa na umri wa miaka 34 alikuwa ameshazoea michubuko isiyoonekana, aina ile inayotokana na kufanya kazi tatu ili kuweza kulisha na kumlisha mwanawe wa miaka nane. Mikono yake ilitetemeka alipokuwa akipangusa machozi, si kutokana na maumivu ya moto kwenye mkono wake, bali kutokana na maneno ya mwisho ya mteja. Labda kama hukuwa mjinga kiasi hiki usingekuwa umebaki ukihudumia watu kama mimi hakujua kwamba ndani ya mkahawa mwanaume aliyevaa jeans zilizochakaa na shati rahisi la kitufe alikuwa ameshuhudia kila kitu. David Chen, mwenye utajiri zaidi ya nchi ndogo nyingi, alikuwa amekaa kimya kwenye kona ya chumba, lakini kile alichokuwa amekiona kilimfani ya kifua chake kijae na kitu ambacho hakukisikia kwa miaka mingi. unatazama kutoka wapi usiku huu trr Mapambano ya Julia Julia alikuwa akifanya kazi katika mkahawa wa Tony kwa miezi. Ain tangu kiwanda ambacho alikuwa akitengeneza sehemu za magari kwa miaka 6 kilifungwa. Kazi hiyo haikutosha malipo ya kodi ya chumba kidogo alichoshiriki na mwanawe, lakini ilikuwa kazi halali na alikuwa amejifunza zamani kupata heshima katika kazi yoyote iliyoweka chakula mezani mwao. Wateja wengi walikuwa wema vya kutosha madereva wa malori waliochoka waliotoa bakshishi nzuri, wazee waliokuwa wakitabasamu alipowajazia kahawa. Lakini hivi karibuni kumekuwa na wateja wenye shida zaidi, watu waliodhihirisha kupata furaha katika kumkumbusha hadhi yake. David alikuwa ameanza kuja mkahawani miaka mitatu iliyopita, akiagiza kitu kimoja daima, kahawa nyeusi na pai yoyote iliyokuwa mpya siku hiyo akaendesha pikapi ya zamani na alizungumza kwa upole alipokuwa akiagiza. Julia alikuwa amemfikiri kuwa ni mfanyakazi mwingine, labda mkandarasi au fundi, mtu ambaye alielewa thamani ya dola. Alikuwa ameona mikono yake yenye vidonda, jinsi alivyokuwa akisema tafadhali na asante daima, jinsi alivyokuwa akiacha noti ya dola ishirini kwa ajili ya mlo wa dola kumi na mbili kwa kimya kile Julia alichokutofahamu ni kwamba David alikuwa amekuwa akitembelea mikahawa na migahawa kote nchini kwa miezi mingi, si kama mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Chen bali kama mtu aliyejaribu kuelewa biashara alizokuwa akizingatia kununua. Kampuni yake ilijihusisha na kubadilisha vituo vilivyokuwa vikipata shida kuwa vituo vya jamii vinavyostawi lakini alikuwa amejifunza kwamba karatasi za hesabu hazikuweza kumwambia kile alichohitaji kujua kuhusu mahali. Alilazimika kuhisi kuona, na jinsi watu walivyomtendea wengine walipofikiria hakuna mtu muhimu aliyekuwa akitazama. Mona Arts, usiku wa mabadiliko. Mteja aliyemvunjia heshima Julia alikuwa mteja wa kawaida, mwanaume aliyeitwa Frank ambaye alionekana kupenda kuwafanya wafanyakazi wasijisikie vizuri. David alikuwa amechunguza mwenendo huu kwa wiki: viniwaji vilivyomwagwa kwa makusudi, maoni ya dharau kuhusu mwonekano wa Julia, jinsi Frank alivyokuwa akiacha pesa sawa, hakuna bakshishi baada ya kumfanya asafishe uchafu aliyokuwa ameumba kwa makusudi. Kila tukio lilimfanya taya ya David lisukume kidogo zaidi lakini usiku huu ulikuwa umevuka mastari. Julia alipoingia ndani tena, akijaribu kujizuia, Frank tayari alikuwa akiashiria kwa haraka ili kupata kahawa zaidi. Harakisha, aliita, na jaribu usiimwage mara hii. Wateja wachache waliobaki mkahawani walionekana wasijisikie vizuri, lakini hakuna aliyesema chochote. Ndipo David aliposimama kimya kutoka kwenye kona yake. Uamuzi wake tayari umefanywa. David alitembea polepole kuelekea meza ya Frank, hatua zake zikiwa za za makusudi na za utulivu. Julia tayari alikuwa akikaribia na sufuria ya kahawa, mabega yake yaliyojaa wasiwasi. Frank alimtazama David kwa uchungu. Unataka nini? Ninajaribu kupata huduma hapa. Nimekuwa nikikuchunguza. David alisema kwa upole, sauti yake ikibeba nguvu iliyofanya mkahawa wote ukiwa kimya kwa wiki. Nimekuwa nikimchunguza huyu mwanamke ukimtendea bila heshima kabisa. Toni yake haikuwa ya hasira, ilikuwa kitu kirefu zaidi, aina ya kukata tamaa yenye udhibiti, ambayo ilikata kupita kelele zaidi ya kelele yoyote. Uso wa Frank ukageuka rangi. Jishughulishe na mambo yako rafiki. Kama hawezi kushughulikia kazi labda anapaswa kutafuta nyingine. Aligeukia Julia ambaye alisimama akiganda na sufuria ya kahawa. Vipi, utaimimina au la? Mikono ya Julia ilitetemeka alipokuwa anaanza kuinamisha sufuria. Alikuwa amevumilia tabia hii kwa sababu alihitaji kazi hii sana. Shule ya mwanawe ilikuwa imetuma notisi nyingine kuhusu pesa za chakula cha mchana zilizochelewa jana tu bili ya umeme ilikuwa imechelewa. Hakuweza kuruhusu kupoteza hata mshahara wa siku moja. Lakini alipokuwa anaanza kumimina, David kwa upole aliweka mkono wake juu ya kikombe. Hapana, alisema tu. Julia, huhitaji kumhudumia mtu anayekutendea kana kwamba wewe ni chini ya kuwa mwanadamu. Alimtazama Frank moja kwa moja. Na unahitaji kuelewa kitu kila mtu katika mkahawa huu ana hadithi, ana watu wanaompenda, ana ndoto na mapambano kama wewe. Tofauti ni kwamba wengi wetu hatutumii maumivu yetu kama udhuru wa kumi za wengine. tarskas msimamo Frank alisimama ghafla, kiti chake kikiwarusha sakafu. Wewe ni nani unayefikiri unanizungumzia hivyo? Wewe ni tumtu wa kawaida wa tabaka la chini Sura ya David ikabaki ya utulivu, lakini kitu kilichong'aa machoni mwake. Labda, lakini najua tofauti kati ya mwanaume na jambazi. Aliingia kwenye mkoba wake na kuweka noti ya dola 700 mezani. Kwa Frank, mlo wako umekamilishwa kwa mwezi ujao, lakini hapa kuna makataba. Utaanza kumtendea kila mtu anayefanya kazi hapa kwa heshima, au utakwenda kutafuta mahali pengine pakula. Mkahawa ulibaki kimya kabisa. Julia alihisi machozi yakijaa tena, lakini mara hii hayakuwa ya fedheha. Hakuwa amewahi kumfanyia mtu kitu kama hiki, kutetea heshima yake alipokuwa hawezi kujilinganisha mwenyewe. Kama wakati huu uligusa moyo wako, tafadhali pe vidio kidole gani cha juu. Frank Bayana, akiwa ameshangaa na kuaibika, alitupa pesa fulani mezani na kutoka nje kwa hasira akisema, polepole pole. Lakini David hakumaliza bado. tarzagwar Mwanzo wa kitu kipya. Mkahawa ulirudi polepole pole kwenye mapigo yake ya kawaida. Julia aligundua mikono yake bado inatetemeka. Aliweka sufuria ya kahawa chini kwa uangalifu na kumtazama David kwa machanganyiko wa shukrani na machanganyiko. Huku hitaji kufanya hivyo, alinong'ona. Ningeweza kushughulikia. Sura ya David ililaini Najua ungeweza. Umekuwa ukishughulikia kwa wiki, lakini kwamba unaweza kuvumilia kitu hakimaanishi unapaswa. Aliashiria kwenye kona ambapo alikuwa ameka. Tunaweza kuzungumza kwa dakika chache. Julia alitazama kuelekea jikoni ambapo Tony alikuwa akijifanya haangali huku akipindua burger. Alimpa kichwa kidogo wakati wa usiku wa chakula ulikuwa umekwisha na wateja wachache waliosalia walioonekana kuridhika kukaa juu ya kahawa zao. Alimfuata David kwenye kona yake, akiteleza kwenye kiti mbele yake. Mimi ni David, alisema akinyusha mkono wake, na nina radhi kukuomba radhi. Kwa nini? Kwa kukaa hapa kwa wiki tatu nikiangalia mwanaume huyo akikudharau na kusema chochote hadi usiku huu sauti ya David ilibeba majuto ya kweli. Nimekuwa nikija hapa ili ili kuelewa mahali hapa vizuri zaidi. Niko katika biashara ya migahawa na nilikuwa nikizingatia kutoa toleo la kununua mkahawa wa Tony. Moyo wa Julia ulishuka. Mnunuzi mwingine wa kampuni, biashara nyingine ambayo ingeweza kufungwa ndani ya miezi michache, ikimwacha bila kazi tena. O oh, alisema kimya David aliona hofu ikipita usoni mwake na kuendelea haraka. Lakini kile nilichojifunza hapa hakiko kwenye mpango wowote wa, wa biashara. Nimekuwa nikikuchunguza kikuchunguza, ukifanya zamu tatu tofauti, ukiwasaidia wafanyakazi wengine wanapokuwa wagonjwa na kumtendea kila mteja kwa wema, hata wakati hawastahili. Unakumbuka jinsi watu wanavyopenda kahawa yao, unaangalia wateja wazi kuhakikisha wako sawa na unafanya haya yote huku ukikabiliana na mapambano yako mwenyewe. Unajua je kuhusu mapambano yangu? Julia aliuliza kwa ulinzi. Kwa sababu ninayatambua, David alisema kwa upole. Nilikuwa katika nyumba ambapo mama yangu alifanya kazi tatu kama wewe unavyofanya. Nimeona ile tabasamu machoni mwa mtu anapokuwa akihesabu kila dola anapokuwa amechoka, lakini hawezi kuruhusu kupumzika. Alisita, akichagua maneno yake kwa uangalifu. Je, umewahi kukabiliana na kitu kama hiki? Tujulishe katika maoni. Kisha aliendelea Julia, kama ni kuambie kwamba tayari umethibitisha kila kitu unachohitaji kuthibitisha, kwamba kukuangalia ukifanya kazi kumenifundisha zaidi kuhusu uongozi na heshima kuliko shule yoyote ya biashara ingeweza. Ufunuo Julia alitazama David akijaribu kuchakata kile alichokuwa akimwambia sielewi una maanisha nini unasema uko katika biashara ya migahawa David aliingia kwenye mkoba wake tena lakini mara hii alitoa kadi rahisi ya biashara Julia aliisoma mara mbili kabla neno kufika David Chen mkurugenzi mkuu viwanda vya Chen. Alimtazama kwa macho mapana. wewe ni mimi ni mtu anayeamini kwamba biashara bora zinajengwa kwa kuwatendea watu vizuri, David alisema tu, na wewe umenionyesha hasa jinsi hiyo inavyoonekana. Akainamisha kidogo mbele. Julia, nataka kununua mkahawa huu, lakini nataka kufanya kwa njia sahihi. Nataka kugeuza kuwa kitu kinachoheshimu jamii inayoihudumia na nataka unisaidie kufanya hivyo. Sijui chochote kuhusu kuendesha biashara, Julia alilalamika, lakini David alipunga kichwa chake. Unajua kila kitu kuhusu kinachohusika. Unajua jinsi ya kuwafanya watu wajisikie kukaribisha, jinsi ya kufanya kazi ngumu, jinsi ya kuwajali wengine hata unapokuwa ukipambana wewe mwenyewe. Sauti yake ilikuwa ya dhati zaidi. Nina kutolea ushirikiano, Julia situ kazi sehemu ya kweli katika kufanya mahali hapa kila kitu kinachoweza kuwa. Julia alihisi ulimwengu wake ukibadilika chini yake. Siwezi, na maanisha nina mwana na sijawahi alisimama akizidiwa. Mwanao ndio sababu hii inaweza kufanya kazi, David alisema kwa upole. Kila uamuzi tunafanya utakuwa kuhusu kunda aina ya mahali ambapo familia kama yako zinaweza kustawi mishahara bora, huduma za afya, kugawana faida, fedha za chuo kikuu kwa watoto wa wafanyakazi. Alisita. Nimekuwa nikitafuta mtu anayeelewa maana ya kujenga kitu cha kweli, kitu kinachohusika. Kukuangalia ukifanya kazi wiki hizi zilizopita, kuona jinsi unavyowatendea watu, jinsi usivyokata tamaa, hiyo ndio hasa nilichokuwa nikitafuta. Machozi yalianza kutiririka usoni mwa Julia lakini kwa mara ya kwanza kwa miezi mingi yalikuwa machozi ya matumaini. Kwa nini mimi? ungeweza kuwa na mtu yeyote kwa sababu. mtu yeyote anaweza kusimamia nambari kwenye karatasi, David alijibu, lakini si kila mtu ana moyo unaoona watu jinsi unavyofanya si kila mtu anaelewa kwamba sehemu muhimu zaidi ya biashara yoyote ni jinsi inavyowafanya watu wajisikie kuhusu wenyewe. Kama umekuwa ukifurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo chetu kwa hadithi zaidi za kupendeza. Alifika mezani na kuweka mkono wake juu ya wake kwa upole. Julia, ungesema nini kama nikuambie kwamba katika miezi sita ungeweza kuwa meneja mkuu wa magahawa bora zaidi wa jamii katika majimbo matatu? Miezi sita. Julia alisimama kwenye chumba cha kula kilichokuwa kimekarabatiwa kabisa cha kile ambacho sasa kinaitwa Julia's Table akitazama mwanawe wa miaka nane Michael kwa uangalifu kupanga mawasafi kwenye kila meza. Mabadiliko yalikuwa zaidi ya chochote alichoweza kufikiria. Viti vya zamani vya vinyl vilikuwa vimebadilishwa na viti vya starehe taa kali za fluoro zilikuwa zimepewa nafasi na, na vifaa vya kukaribisha na kuta sasa zilionyesha sana kutoka kwa wasanii wa ndani, ikiwa ni pamoja na picha nzuri Mikael alikuwa ameunda ya bustani mpya ya mkahawa. Lakini mabadiliko ya kweli yalikwenda zaidi kuliko mapambo. Kila mfanya kazi sasa alipata mshahara wa kuishi pamoja na manufaa ya huduma za afya. Wafanya kazi walipamoja mama wengine wawili wa mtoto mmoja ambao walikuwa wakipambana kukutana na mahitaji, mwalimu aliyestaafu aliyetaka kazi ya muda ili kubaki na shughuli na vijana watatu wakiokoa kwa ajili ya chuo kikuu kwa msaada wa mfuko wa elimu wa magahawa. Julia alikuwa amegunduliwa kuwa alikuwa na kipaji cha asili cha kupanga, kufundisha na kuhamasisha wengine ujuzi ambao David alikuwa ameutambua ndani yake kabla hajauona ndani yake mwenyewe. Tony alikuwa amebaki kama mapishi mkuu na mamiliki wa sehemu. Mapishi yake ya jadi sasa yalikamilishwa na mapishi maalum ya msimu ambayo Julia alikuwa ameendeleza kwa kusikiliza hadithi za wateja kuhusu kupikia kwa bibi zao. Mgahawa ulikuwa umekuwa hasa kile David alikuwa amefikiri kituo cha kweli cha jami ambapo watu walikuja si tu kwa chakula bali kwa muunganiko. Bodi ya wateja karibu na mlango ilijaa maandiko ya shukrani, utangazaji wa kazi na matoleo ya msaada kutoka kwa majirani. Julia alikuwa ameanzisha programu ambapo wateja wangeweza kununua mlo kwa wale wanaohitaji, hakuna maswali yaliyoulizwa. Ukuta wa wema, kama Michael alikuwa amewita Haukubaki tupu kwa muda mrefu. David bado alikuja mara kwa mara, ingawa sasa alikaa kwenye kaunta na kumwacha Julia amhudumie kahawa wakati walipozungumza mipango ya kupanua jamii. Tatu nyingine zilikuwa tayari zimeuliza kuhusu kufungua vituo vyao vya Julia's Table, kila kimoja kutawaliwa na mtu mwenye moyo wa Julia wa huduma na uelewa wa maana ya kupambana. Julia alipotazama Michael akisaidia kuwapeleka wazee walioweka mezani yao ya kawaida karibu na dirisha, alikumbuka usiku ule miezi sita iliyopita alipokuwa amesimama nje barafuni, akihisi kuwa haonekani na kushindwa. Alifikiria jinsi ustadi wa mtu mmoja wa kuona heshima yake ulivyobadilisha si tu maisha yake, bali maisha ya kila mtu aliyetembea kupitia milango hii. Frank hakuwarudi kwenye mgahawa, lakini Julia mara nyingi alikuwa akijiuliza kama alijifunza kitu usiku ule. Pia, alitumaini alifanya. Aligunduliwa kuwa kubeba kinyong'o kilikuwa mzigo mzito sana wakati kulikuwa na furaha nyingi ya kupatikana katika kujenga kitu kizuri. David alionekana kando yake akibeba vikombe viwili vya kahawa. Senti kwa mawazo yako, aliuliza. Nilikuwa nikifikiria tu jinsi kila kitu kinavyoweza kubadilika kwa wakati, Julia alisema, akipokea kahawa kwa shukrani. Jinsi mtu mmoja anayechagua wema anaweza kuunda mawimbi yanayofikia mbali zaidi kuliko watajua kamwe. Hiyo ndio unayofanya kila siku, David alijibu. Unaunda mawimbi hayo. Kama umefurahi ya hadithi hii, tafadhali kumbuka kupenda, acha maoni na mawazo yako na jiandikishe kwa hadithi zaidi za kupendeza za jinsi watu wa kawaida wanavyunda mabadiliko ya kipekee asante kwa kujiunga nasi kwenye safari ya Julia na kumbuka, wakati mwingine kitu chenye nguvu zaidi tunachoweza kufanya ni kuwaona wengine tu.